Ndugu vijana na wananchi, siku ya leo kwa mwaka huu 5 vijana wenyewe wameipa kauli mbiu. Kauli mbiu hii inaitwa nguvu kazi ya vijana kwa maendeleo endelevu. Kauli mbiu hii inatuhimiza kuendelea kuwekeza kwa vijana, kwa kuwa vijana ndio kundi kubwa la Watanzania na kwa mujibu wa takwimu za sensa ya mwaka 2022, asilimia 77.3 ya Watanzania ni wa ya vijana wa umri usiozidi miaka 35. Kwa hiyo ni muhimu kutujua kwamba kundi hili ni kubwa na linapaswa kuwezeshwa kwa kuendeleza vipaji vyao, kuwapatia ujuzi unaohitajika katika, katika soko la ajira, kuimarisha mifumo ya malezi bora na kukuza bunifu na miradi yao inayotoa suluhisho la changamoto kwenye maendeleo yao kiuchumi, kijamii, vile vile kisiasa. Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ndio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuendeleza vijana na kutatua changamoto zao wanazokabiliana nazo. Baadhi ya mikakati tulionayo ndani ya serikali ni, ni ile programu ya Uwanagenzi. Programu hii iliyoanzishwa ndani ya ofisi ya waziri mkuu inawapata vijana wa Kitanzania wanaotaka kukuza ujuzi na vijana hawa ni pamoja na wale wenye uhitaji bila kuangalia ngazi za taaluma zao ili wakapate ujuzi uwasaidie katika kuendesha shughuli zao za maisha. Hapa vijana wamepata mafunzo ya kuboresha ujuzi wao kwenye sekta mbalimbali ambazo zinachochea uwekezaji, biashara na kipato, kama vile ufundi kompyuta, ufundi magari, ufundi umeme, ufundi uchomeleaji, usindikaji na ufungashaji wa vyakula, lakini pia ufundi wa ususi na urembo ni sehemu ya programu ambazo tumeziweka. Hayo yote ni maeneo machache kati ya maeneo mengi, ikiwemo na ushonaji ambao pia tunapotoa kwa vijana wetu wa Kitanzania. Kwa hiyo yeyote yule kwa ngazi yoyote ile, sasa anaweza kuingia kwenye mpango huu wa wanagenzi chini ya ofisi ya waziri mkuu, na tunampeleka chuoni, analipiwa ada kwa miezi sita, yeye anashiriki mafunzo hayo na akimaliza anaweza kujiajiri, anaweza kuwaajiri wengine, au kikundi cha vijana kikakaa pamoja wakaendesha shughuli yao. Huu ni mkakati wa serikali, na leo tumeona vijana wengi kwenye mabanda haya wamejitoa katika kufanya kazi mbalimbali. Imepita kwenye maonyesho, imekuta makundi ya wakina mama wanatengeneza bidhaa mbalimbali, wanasindika vyakula na wanafungasha vyakula. Nimeenda kwenye mabanda ya maonyesho nimekuta wataalamu wa, wa kompyuta ambao pia wanao wanafundisha vijana wenzao taaluma ya kompyuta na programu mbalimbali. Na nzuri zaidi, nimekuta walemavu ambao na wao wako kwenye programu hii, na wao wanapata taaluma mbalimbali ya ushonaji, ufundi kompyuta, ufungashaji wa vyakula na shughuli mbalimbali. Nataka niwahakikishie vijana serikali yenu imejipanga vizuri kuhakikisha kuwa vijana wote wenye uhitaji wa utaalamu na ujuzi napata utaalamu huo na ujuzi. Kwa mfano programu hii kwa mwaka huu elfu mbili kufikia mwaka 2025 kutoka mwaka 2022, tayari vijana 77228 wamepata mafunzo mbalimbali kwenye vyuo mbalimbali, na mimi mwenyewe nimepata nafasi ya kutembelea kule kila sveta nikakuta kundi la wa mabinti wanajifunza masuala ya urembo, na ni ujuzi ambao kwa sasa unafanya kazi sehemu kubwa hususi, lakini pia ushonaji na namna ya kuvaa mavazi mbalimbali, upambaji wa maharusi ni sehemu ya uhitaji wa ujuzi huo kwa vijana wetu, na wanapomaliza wanakuwa tayari kuanzisha maeneo yao ya biashara nia ya serikali ya awamu ya sita ni kuendelea kusitiza katika kusaidia vijana na kuhakikisha kwamba wanasaidiwa vijana kifedha, kiubunifu, lakini pia kulinda kazi zao. Na hili jambo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaendelea kulifanya kama ambavyo umekuwa unatuelekeza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shughuli nyingine ambayo tumetafanyika ni kongamano la vijana ambao natarajia kuita vijana wasiopungua elfu moja mia tano kutoka pande zote za Muungano kushiriki kwa maana hiyo katika kuna maendeleo mheshimiwa waziri mkuu mada mbalimbali zikiwemo mada za uwezeshaji wa vijana, adabu ya matumizi kwa vijana, e, vijana feda, e, kumi, wazimku, ambayo ilikuwa ni kitu kubwa sana mheshimiwa waziri mkuu vijana wakipewa fedha zina asilimia kumi za maendeleo mheshimiwa waziri mkuu vijana wetu wengi kufanya majukumu ambayo yapo nje ya yale malengo ambayo walikwenda kuombea fedha. Kwa hiyo kutambua hivyo serikali kupitia wizara yako, mheshimiwa waziri mkuu, tutaendelea kuwawezesha vijana wa kuwapa elimu ya matumizi, lakini pia adhabu ya ushikaji wa fedha ili ziweze kuwasaidia katika malengo makubwa ambayo wamejipangia.